Mji wa Goma umekumbwa na changamoto kubwa ya biashara na masuala ya fedha kutokana na kukwama kwa huduma za benki kwa zaidi ya miezi miwili, hali inayosababisha wananchi kuendelea kuathirika kiuchumi. Biashara nyingi zimesimama, na watu wanakabiliwa na ugumu wa kupata huduma za kimsingi. Benjamin Kasembe ametuandalia ripoti ifuatayo. Baada ya kuteuliwa kwa kiongozi mpya wa benki ya akiba na mikopo Kadeko mwezi wa Machi, uongozi wa kundi la waasi wa M23 AFC ambao umetoa udhibiti wa mji wa Goma uliahidi kuanzisha huduma za kibenki ili kuwasaidia wananchi, lakini hadi sasa hilo halijatekelezwa, huku mamia wakazi hapa wakiendelea kuhangaika. Tayari baadhi ya shughuli za kibiashara zimesimama na mzunguko wa fedha kupitia benki umesita, hali inayowatia hofu maelfu ya wananchi wanaotegemea ya sekta hiyo ili kujimudu kimaisha kama ilivyo kwa raia wengine. Hassan Murairi anaelezea baadhi ya changamoto zinazo wakabili. Nimeathirika kama wengine wote, tuna ugumu sana wa kuzifikia zile pesa ambazo tuliweka tukizani kwamba tunaweka akiba. Sasa uh, ugumu ambao tunao tunaona kwamba hakuna tena wasiliano ya Goma na Kinshasa, benki imekata. Namna gani utatuma pesa kiuchumi mfamilia naona kwamba mambo yanaendelea kuzorota, yanashuka siku kabla ya siku. Uhaba wa dola za Marekani umechangia pia pakubwa kupanda kwa bei ya bidhaa mbalimbali katika mji huu wa Goma uliochukuliwa na M ishirini na tatu AFC mapema mwanzoni mwa mwezi wa Januari. <coughs> Asubuhi kama vile mchana, mamia wananchi huvuka mpaka kuelekea katika mji jirani wa Rubavu nchini Rwanda kutafuta hela kwenye benki, hali ambayo imekuwa ni tofauti na kama ilivyokuwa kawaida. Kanyere Zubeda hana tena uwezo wa kufanya shughuli zake za kibiashara. Tunaomba watusikilie wa, wa, wa, huruma watusaidie tu tuone gisi watafungula tena mabanki, watoto wetu wapate amani na sio tupate gisi ya kwenda jikopesha tena franga kidogo kubanki. Watoto wetu waishi na wapate amani. Pamoja na kuendelea kushuhudiwa kwa machafuko katika baadhi ya maeneo mkoani Kivu Kaskazini na Kusini, dola moja ya Marekani inabadilishwa sasa kwa faranga za Kongo elfu tatu mia mbili badala ya elfu mbili mia tano kama ilivyokuwa wiki mbili zilizopita. Akizungumza na DW, Dadi Sale, mchambuzi wa masuala za kiuchumi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aeleza hisia zake. Hiyo shida tunaielewa, kwani uh, benki inatumika na na Bank Central hiyo ya Kongo, uh, benki inakuwa inaonesha kabisa hiyo nguvu ya inchi. Kwa hiyo wakati inaonekana kama wa M23 wenye wiko na Rwanda njo wenye wiko na Goma, kwa hiyo wakati abana kabisa hiyo nguvu ya kusema wanafungula mabenki. Kuendelea kufungwa huko kwa milango ya benki katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini kumeyatumbukizia majimbo hayo mawili katika hali mbaya ya kiuchumi. Benjamin Kasembe, DW, Goma.